Uhali gani mtazamaji wa Nyikani TV. Leo tuzungumze na kutafakari jambo la tunaonewa wivu. Naam, ni msamiati ambao umekuja sasa tumeendelea kuutumia na unaendelea kuzoeleka na hatima ya huu msemo wa tunaonewa wivu, watu wataacha kufikiri vizuri katika kutimiza wajibu wao, kwa sababu tunaona kwamba pa kujifichia ama pa kujibania ni sehemu ya tunaonewa wivu. Sikubaliani na msemo huu wa tunaonewa wivu, bali mimi ni muumini wa hoja za kitu kinachoonekana kwa sababu ukisema tu kwamba tunaonewa wivu ah. Kwa nyakati hizi kuonewa wivu uh, ni jambo ambalo tuendelee kutafakari kwa pamoja, lakini mimi nimesema na nimeweka wazi msimamo wangu kwamba swala la mtu kusema tunaonewa wivu kwenye jambo fulani labda likitokea ama linataka kutokea, aa, naona ni kama ni kujitetea kusiko kuwa na mashiko kamili. Kwa mfano tutole mfano ni mfano tu, na ninatoa mfano huu kwa nia njema. Kwa wale wenye matumizi mabaya ya hasira, naomba aa, wazibe masikio kwa mifano hii ambayo nitaenda kuitoa kwa mfano, kuna suala la mazao la ya chakula. Mazao ya chakula kwenye maeneo mengi ambako wanalima mazao ya chakula, mazao mengi yanatiwa sumu, yanatiwa sumu kuanzia kwenye kilimo chake, kwenye palizi, kwenye uhifadhi. Sasa yanaenda sokoni hayo na kuna mahala nchi kadhaa huwa hazipendi na huwa zinapima kiasi cha sumu kilichopo kwenye kwenye zao fulani la chakula, na kukataa kuingiza kwenye nchi yake. Sasa utasikia tunaonewa wivu. Uh, mfano mfano halisi ni zao la mahindi. Zao la mahindi eh, watu wananunua mbegu ya yeah wananunua mbegu kwa sababu kwa sasa mbegu za kienyeji za mahindi ni nadra sana kuzipata. Na kwa nini? Zimeuawa, zimeamua kuuawa kwa sababu ya kuaminishwa kwenye fedha zaidi. Yaani tunaaminishwa kwamba ni vizuri tukatumia vitu vya kisasa mahindi ya kisasa ambayo uh, ufanisi wake ni mkubwa kwenye kupata pesa lakini bila kuangalia athari zake na afya ya mtumiaji kesho na kesho kutwa. Lakini je, kesho na kesho kutwa, huyu mtu anayetengeneza hayo mahindi ama hizi mbegu za mahindi akikataa kuzitengeneza, tutapanda mahindi gani? Turejee kwenye hoja kwamba mahindi yananunuliwa, mbegu ambazo zimewekwa dawa yanaenda kupandwa kwenye ardhi ambayo tayari imeharibiwa na mbolea, kwa sababu tu ya tamaa na kuaminishwa kwamba inatakiwa tunapata pesa nyingi baada ya kulima. Mbolea zenyewe hatuzitengenezi sisi, zinatengenezwa na hao hao ambao tunasema wanatuonea wivu, wakituletea, tunaenda kuweka kuharibu ardhi yetu ili tupate pesa kwenye palizi saizi, watu hawapalilii na mikono kwa ajili ya kupalilia uh, nyasi. Wanachukua dawa madapu hayo na manini, wanaenda kuchoma nyasi. Unachoma nyasi, unaendelea kuharibu ardhi. Wanatuonea wivu. Na baada ya hapo, mazao yakikomaa watu na kabla ya ya kukomaa bado zinawekwa tena mbolea za kukuzia na kupandia na kukuzia. Baada ya mazao kukomaa, watu wanavuna. Wakishavuna, wanaenda kuyahifadhi kwenye mifuko na kuweka vidonge vyenye sumu, na baadhi yao wanachanganya kwanza na sumu za kuua wadudu za maji maji ambazo zinaenda kwenye kiini cha muhindi. Wanatuonea wivu. Sasa katika mambo haya unajiuliza, katika swala la afya zetu kama Watanzania tutapataje kupona? Ama wewe mtazamaji hapo ulipo, ni zao gani la chakula ambalo haliwekwi sumu? Ndiyo maana ninauliza tutapataje kupona. Hebu tuambie wewe hapo ulipo, kitu gani chakula gani ambacho kimepona? kwa sababu hata mboga mboga zinapigwa sumu za kuua zinaitwa za kuua wadudu, na mpaka inafikia hatua wataalamu wanashauri kwamba mboga ikipigwa sumu ama ikiwekwa sumu, usile kabla ya siku kadhaa, kwa sababu kuna madhara. Sisije tutapataje kupona? Msingi wetu na msimamo wetu ni upi? Uchumi au afya? tutafakari lakini, ninawaachia swali moja tu kwamba sisi je, tutapataje kupona ama wanatuonea wivu?